Asalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wasalatullahi wasalamuhu ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa baadu, ndugu zangu, leo nimekuja na swali hapa, na swali hili hata wewe ukipata fursa muulize wahabi yeyote. Waulize hawa watu ambao, kama tulivyosema hapo awali, hawa ni watu waliochagua upotofu wakaacha uongofu. Sasa muulize hili swali mwahabi ukikutana naye. Muulize hivi, nyinyi Mungu wenu ana macho mangapi? Kwa sababu sisi Waislam Allah ndiye tunayemwabudia. Na hana macho, ana sifa ya albasar. Allah ni basir, ni mwenye kuona lakini si kwa macho. Viumbe ndo ana macho. Allah hana macho. Na hakuna katika Qur'an wala Sunna dalili iliyokuja kuwa Allah ana macho, hakuna. Sasa, ukimkuta Wahabi muulize, muulize: ewe mshirikina, naomba nikuulize, Mungu wako unayemwabudia ana macho mangapi? Ambaye siye Allah. Sisi Waislamu ndo tunamwabudia Allah. Mawahabi wana Mungu wao ambaye si Allah. Sasa ukimuuliza hivi Wahabi huyo, atakupa jibu, atakwambia Mungu wetu ana macho mawili Mwahabi, ukimuuliza hili swali anasema mungu wake ana macho mawili, na ndio msimamo wa mawahabi hawa wapuuzi washirikina wanaojiita Salafia, hawa wanaojiita Ansara, Sunna, wote hao wote mawahabi kundi moja, ni watu ambao itikadi yao na mayahudi haina tofauti. Wanasema Allah Subhanahu wa Ta'ala ana macho na hilo halipo kwa Allah. Kwa hiyo ni wazi wana mungu wao, tena macho mawili sasa kwa nini nauliza Mungu wao ana macho mangapi ilhali wao wanatujibu kuwa ana mawili? Unaweza ukajiuliza hapo, kwa nini mimi leo nauliza Mungu wenu mawahabi ana macho mangapi ilhali wao wanasema ana macho mawili? Nawauliza hivi kwa sababu hata ilojibu lao la macho mawili haliko sawa, ni kama vile wanajizonga. Kwa hiyo watuambie sasa tunataka watuambie upya baada ya, ya haya maelezo nitakayoyatoa na wao watafakari watupe jibu sasa Mungu wao ana macho mangapi. Lakini kwenye jawabu la mawili ambalo wamelitoa jawabu hilo halina mashiko kwa sababu halina dalili. Hakuna kwenye Qur'ani wala kwenye hadithi maelezo yaliyokuja yakasema Allah ana macho mawili. Narejea tena. Kwenye Qur'ani wala kwenye hadithi hupati maelezo yanayoeleza kwamba Allah ana macho mawili, hupati. Walichokifanya Mawahabi ni kwamba wamekisia kwa Allah, wakakisia kwa kile wanachokiona, yani kwa viumbe. Wamemuona binadamu ana macho mawili, na baadhi ya viumbe kama ndege, wanyama, wakaona hapana kwa hiyo na Allah subhanahu wa taala atakuwa nayo mawili tu, kwa vyovyote. Ndicho walichokifanya Mawahabi, si kwamba kuna nas iliyoonyesha kuwa Allah ana macho mawili. Hakuna nas hiyo, na nasema tena nasisitiza na natoa challenge yoyote, namruhusu aje ajibu. Hakuna nas kwenye Qurani wala Sunna inayosema, yani hakuna ibara inayosema kwamba Allah ana macho mawili, hakuna. Na kwa hivyo ndio maana nawauliza leo, Mungu wao ana macho mangapi? Kwa sababu wao wanaamini Mungu wao ana macho ambaye si Allah. Tusome hebu vitabu vyao kidogo. Ukisoma majmua fatawa wa makalati ya Sheikh Ibn Baz juzu ya 28 ukurasa wa 397. Ibn Baz anasema hivi, Sheikh wa Mawahabi huyo, sikiliza hiyo kufuru anayosema Anasema Allah subhanahu mausufun bi anna lahu ainaini, Allah subhanahu wa ta'ala ana macho mawili, ndio huelezwa hivyo, anasifikana na macho mawili. Wa annahu laysa biawara, na kwamba Allah subhanahu wa ta'ala si chongo, khilafa lid dajjal kinyume na alivyo masihi dajjal. Masihi dajjal yeye ni chongo, fainnahu awarulaini lyumna, kwa sababu masihi dajjal ni chongo, jicho lake la kulia. Sikiliza vizuri hapa, ibnu baz na mawahabi wote wanasema Allah ana macho mawili. Hoja yao katika hadithi, katika sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Hoja yao wanasema, mtume sallallahu alaihi wasallam alisema inna allaha laysa bi'awara. Kisha mbeleni mtume akaja akasema wa innal masih ad-dajjala a'warul ayni al-yumna. Mtume alisema kwamba Allah si chongo, masih ad-dajjal ndiyo chongo, jicho lake la kulia ni chongo, jicho lake la upande wa kulia ni chongo, lakini Allah yeye si chongo. Hii hadithi Mawahabi ndo wanasema kwamba ni dalili kuwa Allah na macho mawili. Mtume hajaeleza kwenye hadithi hii kuwa Allah ana macho mawili. Alichokieleza Mtume kuwa Allah subhanahu wa ta'ala hana sifa za upungufu. Masih Dajjal ana sifa ya upungufu, na sifa iliyoko kwa masihi Dajjal ni kwamba jicho lake moja ni chongo, lakini Allah hana sifa za upungufu, yeye ni mkamilifu. Kuonyesha viumbe wana sifa za upungufu Huyu masih jicho lake moja ni chongo, hiyo ni kudhibitisha kwamba viumbe wana sifa za upungufu, na yeye masihi ana upungufu. Yeye sio Mungu, Mungu hana upungufu. Wao wanasema hii ni dalili ya kwamba Mungu ana macho mawili. Sasa hapa kwenye hadithi mtume alisema kwamba Allah ana macho mawili, isipokuwa walichokifanya utaona wazi hapa walichokifanya, mawahabi wamekisia muonekano wa masihi dajjal, wakauchukua muonekano huo wakaupeleka kwa Allah Wakaona ala, kwa kuwa masihi dajjal ana macho mawili, moja ni chongo, na mtume kasema Allah yeye si chongo, basi inaonekana Allah ana mawili yote mazima. Sasa hicho ni kipimo cha dajjal, wamekichukua wakakipeleka kwa Allah, na hivyo ndivyo wanavyofanya mara zote. Wanachukua kipimo cha kiumbe, wanachukua kipimo cha binadamu, halafu wanamlinganisha Allah Subhanahu wa Ta'ala, na nitakupa ushahidi kwenye hilo hapa hapa katika maelezo nitakayoyaeleza baada ya haya maelezo ya Sheikh wao Ibn Uthaymeen. Kwa hiyo wameona, ah, kawaida kiumbe binadamu, ng'ombe, ndege ana macho mawili. Tunaposema chongo, jicho moja, maana yake linabakia moja. Basi na Allah kwa kuwa si chongo, mawili yake yote mazima. Nani alikwambia ni kama ana mawili? Ni kwamba wamechukua kipimo hiki hi hiki cha kiumbe. Sisi tunasema Allah hana macho kabisa. Anaendelea Ibnu Baz kukufuru, anaendelea anasema: walmuthanna kad yutlaku alaihi ljamu bilughati larabiya. Na muthanna uwili, wakati mwingine huachiwa kwenye wingi yani, maana yake huja tamko la wingi katika lugha ya Kiarabu, lakini makusudio ya hilo tamko la wingi ikawa ni muthanna uwili Akatoa mfano kwenye aya Allah aliposema, intatuba ila llahi faqad saghat qulubukuma. Hapa imekuja sigha ya qulub, lakini makusudio ni mioyo miwili, lakini imekuja qulub, mioyo mingi. Kwenye aya nyingine akatoa mfano wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Imekuja aidi, lakini imekuja kwa jamu aidi, lakini makusudio ni yadahuma. Kwa hiyo anasema katika lugha ya Kiarabu linaweza likaja tamko kwa jamu kwa wingi, lakini makusudio yakawa limekusudiwa lile tamko muthanna. Unajua anataka kutupeleka wapi hapo? Ibn Baz na Mawahabi wanataka kutupeleka kwamba zile aya kama vile katika Qur'an ile aya inayosema wasna'il fulka bi'ayunina. Allah alimpa ali wahyi Nuh wasna lfulka bi ayunina, tengeneza jahazi machoni petu. Wanasema pale imekuja ayun, macho mengi na wingi, katika lugha ya Kiarabu kuanzia tatu, lakini makusudio ni macho mawili, kwa sababu katika lugha ya Kiarabu huja jamu, wingi, mara nyingine, sio mara zote. Kawaida wingi hutafsiriwa kwa wingi, lakini mara nyingine huja lafzi ya jamu lakini ikawa imekusudiwa muthanna, huya, tamko la wingi likawa limekusudiwa uwili. Kwa hiyo pale Allah aliposema wasna'il fulka bi'ayunina, tengeneza jahazi machoni kwetu, maana yake ni dalili kwamba Allah ana macho na macho hayo ni mawili. Sasa swali, swali: ni nani aliyekuambieni kwamba jamu ya pale ilikusudiwa ni mawili? Ile wasna'il fulka bi'ayunina Allah anampa wahi Nuh, natengeneza jahazi machoni kwetu. Ni nani aliyekwambieni ayun jamu ya pale imekusudiwa muthanna? Ni nani aliyesema hivyo? Ni wapi Qurani imesema hivyo? Ni wapi hadithi yoyote ile imesema hivyo kwamba makusudio ya pale ni muthanna? Hakuna isipokuwa walichokifanya Mawahabi, wamechukulia kipimo cha binadamu na viumbe kawaida Binadamu ana macho mawili, basi kwa kuwa ana macho mawili, basi bila shaka na Allah atakuwa na mawili. Kwa hiyo jamu ya hapa imekusudiwa uwili, kwa sababu kawaida jamu ni jamu, mara chache sana inakuja baadhi ya wakati jamu ikakusudiwa muthanna. Lakini kilicho kujulisha hapa kwamba imekusudiwa muthanna ni nini? Ni kipimo cha kumpimia kiumbe, ukampima kwa Allah subhanahu wa ta'ala Yani ukachukua kipimo cha Allah ukaja ukakiweka kwa kiumbe. Kwa kuwa kiumbe ana mawili basi hapa imekusudiwa muthanna, kwa hiyo na Allah ana macho mawili. Angalieni hatari hii jamani, angalieni hatari. Hakuna dalili inayosema kwamba Allah ana macho mawili. Hakuna. Hawa watu ni wenye kukufuru na ukishika itikadi hii ya Kiwahabi ukishika moja kwa moja, unatupwa motoni, kwa sababu huu ni ushirikina na ni tashbih ambayo unamfanyia Allah subhanahu wa ta'ala na ndio maana hawa tunasema sisi ni mujassima ni watu wanaoabudia Mungu mtu. Insha Allah taala nitakuleteeni hapa klip moja ya Ibn Uthaymin, na nitaithibitisha hasa kwamba ni maneno ya Ibn Uthaymin. Anafika kusema kwamba Allah ana shibhu ya binadamu, ana ufanano na binadamu, lakini hajafanana kikamilifu, lakini ndani yake kuna ufanano wa binadamu. Amefika hivi Ibn Uthaymin kusema, na nitakuleteeni hapa inshaallah siku si nyingi. Kwa nini asifike huko, wakati Mungu wao tayari wameshamtengenezea na mikono, ana uso, ana macho ana, ana miguu. Kisha wao wanasema hizi ni sifa, hizi ni sifa au viungo? Mnamfananisha Allah na kiumbe, mnampa Allah maumbile, kisha mtu anasema lakini uso wake haufanani na uso wa kiumbe. Ushamwekea uso, ushamwekea, ushamwekea macho. Hata kama hayafanani haya na ya binadamu, lakini tayari ndo ana macho mawili, ana uso, ana mikono hata kama mikono yake itakuwa vingine lakini tayari umbile lake, kwa hivyo viungo ulo vitaja, ni viungo ni vya binadamu tayari, ulishamfananisha na binadamu wewe. Sasa twende kauli nyingine ya Ibn Uthaymeen sikilizeni, hapa ndio mtaona ajabu zaidi. Kwenye majmuu fatawa ya Ibn Uthaymeen juzu ya 4 kurasa ya 58 anasema hivi Ibn Uthaymeen, madhhabu ahli sunnati wal jamaa anna lillahi aynain ithnatain, anasema Madhehebu ya Ahlu Sunna wal Jamaa, ambao huu ni uongo, hayo ni madhehebu ya Mawahabi. Lakini anasema madhehebu ya Ahlu Sunna wal Jamaa ni kwamba Allah ana macho mawili. Sikiliza anavyosema, yandhuru bihima haqiqatan ala alwajhi laiq bihi. Hayo macho mawili, anaangalia kwa hayo macho mawili tena kwa haqiqa. Allah subhanahu wa ta'ala, ana macho mawili ambayo hayo macho mawili anaangalia kwa hayo tena kwa uhakika ana macho hakika na anaangalia kwa macho hayo. Tena ala alwajhi laiq bihi, macho hayo mawili yako juu ya uso, lakini uso unaoendana na yeye sio uso huwa binadamu a, uso ambao haufanani na kiumbe, lakini uso anao na macho mawili yaliyoko kwenye uso. Angalia hatari kufru hii. Sasa aliyekwambia kwamba macho ya Allah mawili, kwanza aliyekwambia Allah na macho mawili ni nani? La pili aliyekuambia kwamba haya macho yako kwenye uso ni nani? Anasema waziwazi wazi, macho yako juu ya uso. Sasa aliyekuambia haya macho yapo kwenye uso ni nani? Kafananisha kwa binadamu, kaona ah, binadamu macho yako kwenye uso, ndege macho yao yapo kwenye uso, wanyama macho yao yapo kwenye uso, uso. kwa hiyo kawaida na kwa Mungu yatakuwepo kwenye uso tu. Kwa hiyo amempa Allah uso kwa kuchukua dhahiri ya nusus Alipomaliza kumpa Allah uso, akaja akayachukua macho akayaweka kwenye uso. Anafananisha Allah na kiumbe. Ukimuuliza nani alikwambia hayo macho yapo kwenye uso, atakwambia ndo kawaida macho yanakaa kwenye uso <laughs> unaona, kachukua taswira ya viumbe anavyoviona akampa Allah subhanahu wa ta'ala. Halafu anasema ibn Uthaymeen, wa huma sifatu dhatiyya, eti hizo ni sifa za dhati yake Allah subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullah. Watu hawa wana kufuru. Kwa hiyo mtuwaambie Mungu wenu nyinyi Mawahabi ana macho mangapi? Na kuna aya ile nyingine inasema uh, ambayo Nabiullahi Musa alikuwa anaelezewa na Allah juu ya neema alizoneemeshwa kwamba mama yake alipewa ilmu akamtia kwenye sanduku akamweka kwenye maji Anaambiwa Musa walitusnaa ala aini, ile mawahabi pia wanasema ni dalili kwamba Allah ana macho lakini pale walitusnaa ala aini imekuja kwa mufrad na ili ulelewe jichoni kwangu. Sasa watu waambie hapa, ina maana, kwa sababu wao ni watu wenye kuchukua dhahir dhahir maneno, na hilo ndio linalowapeleka kwenye kufru kwao. Hawataki taawil majazi, ambayo ipo katika lugha na imejaa katika Qur'ani, wanaikataa. Ndio maana wanakufuru. Sasa walitusnaa ala aini, na ili ulelewe jichoni kwangu, mtuambie kwamba hapa imekuja kwa mufrad, ye Allah ana jicho moja? Na hii ndo anaichukulia dalili kwamba Allah ana macho, wakati hii aya walitusnaa ala aini na ile aya nyingine wasnai lfulka biayunina, ukienda kwenye tafsiri zinazotegemewa utakuta wana tafsiri vipi. Mfano ile wa, wasnalfulka biayunina, alipoambiwa Nuhu tengeneza jahazi machoni petu. Ukienda kwenye tafsiri za ulama, nenda kwenye tafsiri ya Ibn Kathir, Al-Qurtubi, Baghawi, tafsiri ya Tabari na nyinginezo, utakuta manake bi ayuni na bi mar'a minna bi ilmina bi ayuni malaikatina bi hifdhina, utakuta ndio tafsiri zinavyotafsiriwa hivyo. Manake Allah alikusudia ile riaya na inaya yake, kwamba tengeneza jahazi kwenye udhibiti wetu, kwenye hifdhi yetu, tutakulinda na tutakushuhulikia tutakusimamia kwenye hili. Na hapa kwenye, kwa, kwa kesi ya Musa kwamba ili ulelewe kwenye jicho langu, ndo hivyo hivyo, maana yake kwenye ulinzi wangu, hifadhi yangu, riaya yangu, na hiyo iko wazi, ndo kwamba tena ndo Allah ataangalia pale anapolelewa Musa, litakuwa jicho lake lipo pale, ndo lipo jicho chini ya malezi ya Musa, jicho la uhakika. Hivi nyinyi mawahabi akili zenu ziko wapi? Kwa hiyo swali langu ni hili, aje mtu atuthibitishie macho mawili kwa Allah Asituletee habari hizi za kutuambia imekuja jamu, lakini jamu katika lugha hukusudiwa muthanna. Nani alikwambia kama hapo ilikusudiwa muthanna? Na unapothibitisha kitu kwa Allah, subhanahu wa ta'ala, uwe na dalili madhubuti, dalili ambayo ni qat'iyyu thubut qat'iyyu dalala. Usije na dalili ambayo ya kuvunga vunga ukazingusha zingusha. Acheni kukufuru. Kwa hiyo nasaha yangu ya mwisho ni kuambia watu ajue mtu anapoingia kwenye wahabi ameingia kwenye kundi la kukufuru kwenye itikadi ya kikafiri.